Media ni juma ambalo kuna taarifa mbaya nchini Tanzania kuhusiana na Mtanzania Joshua Molel, yule ambaye alikuwa ni miongoni mwa mateka mia mbili na hamsini uh, wa kigeni kutoka Israel ambao walitekwa uh, na Hamas na kupotezwa kabisa kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Mwili wake ulipatikana na umeagwa kutoka Israel na umesafirishwa uh, kurejeshwa nyumbani Tanzania, akiwa na siku kumi na tisa tu nchini Israeli, alikuwa ni miongoni mwa Uh, mamia ya wageni nchini humo ambao walitekwa na kikosi cha Hamas kama ambavyo nimekwambia, kutoka Oktoba saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Eh, kumbuka tu kijana huyu alikwenda nchini humo kwa ajili ya kwenda kufanya mafunzo ama masomo uh, ya kilimo, lakini mpaka siku anakamatwa kama nilivyokwambia, alikuwa na siku chache sana. Kwa hivyo hii ilizima kabisa ndoto zake za kujifunza masuala ya kilimo na pengine kuja kuwa na msaada mkubwa kwenye sekta ya kilimo hapa nchini Tanzania. Mwili wake uliagwa na umati wa Watanzania wanaoishi nchini Israel, wakiongozwa na balozi wa Tanzania nchini humo Alex Kalua, na tayari mwili huo umeshasafirishwa kupitia uwanja wa ndege wa Ben Gurion na utapokelewa nchini hapa Tanzania katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Matasi Shiombia ni mwanafunzi lakini ni Mtanzania, huyu anafanya masomo yake nchini Israel na hapa ninazungumza naye uh, moja kwa moja kutoka Tel Aviv. Matias Shiombia, kwanza uh, poleni sana kwa msiba huu, wewe na watanzania wote waishii huko Israeli. Matias: Ah, asante sana eh, ndugu Mapuli, niseme kwamba tumeshapoa eh, lakini ndani ya mioyo yetu sisi watanzania tuliyopo Israeli bado tuna majonzi makubwa sana, ni majonzi ambayo Eh, yameibuliwa, ni kama kidonda kilichokuwa kimepona ama kimeanza kukauka, sasa kimeguswa na kuanza kutoa damu upya. Kipindi Joshua uh, anafanywa ana, ana, ana kitendo kile cha kinyama eh, ilikuwa ni majonzi makubwa sana, kwa sababu eh, hakuna mtu ambaye asingeliweza ku, ku, ku, kuamini tofauti na kwamba Joshua amefariki. Hilo tuliamini kwamba liko hivyo kutokana na video ile ambayo, uh, maharamia waliweza kuionesha hadharani wakimtesa na kumnyanyasa. Kwa hiyo tulijua Joshua hayupo nasi tena, lakini sasa, kama binadamu, imepita miaka miwili kidogo, kuna ile hali ya kujisahau, lakini kujisahau kwetu tulikuwa na tuna, tuna ahadi kwenye vichwa vyetu kutoka kwenye serikali ya Israeli ambayo iliahidi ya kwamba mwili wa Joshua kwa namna yote ile lazima utarejeshwa Israeli na utapewa heshima ambazo zinastahili kwa binadamu. E, ilikuwa ni ahadi ambayo ya matumaini na tumeishi nayo kwa siku zote, na hatukujua ni lini itaweza kutimia, lakini tunashukuru e, mpaka kufikia juzi hapo tumeweza kulete kupewa taarifa ya kwamba mwili wa Joshua umepatikana na utarejeshwa Israeli na tumepata fursa ya kuuaga kweli mwili wa Joshua. Kwa hiyo ni kidonda ambacho kimeibuliwa na, na, na kuongeza na simanzi ambayo kidogo ilikuwa imeanza kufutika. Kwa hiyo kwa namna hiyo naweza nikasema eh, majonzi yetu kama Watanzania, kama watu wa karibu na Joshua yanaendelea eh, yanaendelea ndani ya, ya, ya mioyo yetu tumesononeka pakubwa mioyo yetu ni mizito eh, lakini tunamwomba Mungu aendelee kutupa nguvu tunapo eh, tunapotafakari jambo lile la kinyama ambalo liliweza kutokea hapo Oktoba 7, 2023. Matias, kuna kuna watu tu wamemfahamu Joshua kupitia taarifa hii ya kupatikana kwa mabaki yake lakini Uh, pengine hapo Tel Aviv na Watanzania wengine mnaoishi Israel huko, Joshua alikuwa ni mtu wa, wa, wa namna gani kwa hizo siku ambazo tu uh, alifika katika uh, maeneo hayo na alivyoishi na wenzake? Ndugu Mapuli uh, ni, ni kwamba sisi Watanzania tuliopo hapa Israeli tuna umoja wetu, umoja wetu ambao uh, tunashirikiana katika nyanja mbalimbali mbali. Kwa kuzingatia tamaduni zetu za nyumbani e, tunashiriki katika matukio ya raha, matukio yenye karaha, tunashirikiana katika mambo mengi e, lakini vile vile tumeunganishwa na, na mpira wa mguu umekuwa ni chachu ya kuungana kwetu. Wa Tanzania tunaoishi hapa Israeli, tuna timu yetu ya mpira wa mguu ambayo Uh, tumekuwa tukicheza na mataifa mengine yaliyopo hapa Israeli. Kama unavyofahamu, Israeli eh, ni nchi ndogo lakini diversity yake ni kubwa sana. Kuna kila taifa lina eh, na watu wengi. Kwa eh, hiyo tumekuwa hivyo. Kuhusu Joshua, Joshua ni mwenzetu ambaye eh, tumekuwa naye tangu alipowasili. Alijiunga na umoja wetu na tuna group la WhatsApp alikuwa mwenzetu tangu kipindi hicho cha cha mwaka 2023. Bahati mbaya yeye alikaa ni siku kumi na tisa pekee akakumbwa na huu mkasa ambaye ambao ulipelekea umauti wake. Nachoweza e, ukisema kwake kuhusu yeye ni kwamba Joshua alikuwa na, na uso wenye tabasamu wakati wote, ni mtu ambaye anazungumza na kila mmoja, mwenye ushirikiano na ndoto kubwa kwa familia na taifa lake la Tanzania. Tulikuwa tunateta mawili matatu na koordineta wake wa programu anasema e, ndoto ya Joshua ni kwamba ajifunze kilimo ili akasimamie usalama wa chakula nchini. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tumepoteza mtu ambaye alikuwa na ndoto ya kuhakikisha kwamba Watanzania tusikumbwe na kitu chochote kuhusiana na na janga lolote la njaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatamani wa Tanzania tuishi bila njaa, kwa maana ya usalama wa chakula e. Kwa hiyo ndoto zile zilizimwa mara moja na Hamas tarehe 7 Oktoba, na nimwelezee kwa ujumla kwamba Joshua uh, amekuwa ni mtu ambaye kila mmoja kila mmoja bila kujali ni wa taifa gani. Kwa watu ambao tumekuwa tuko hapa Israeli, kila mmoja ameliliwa na kila mmoja wa watu tulioko hapa Israeli bila kujali ni taifa gani, lakini utakuta bango kubwa kila kona unakopita, uende airport, uende kwenye vituo vya mabasi wengine wameweka kwenye kwenye kwenye wameweka ume, billboards hata nyumbani me, unakuta mtu ameweka billboard nyumbani e, sehemu yake ya kuingilia nyumbani kwake, anasema bring back him kwa maana ya kwamba mrejeshe, na wanasema bring back him now Eh, wenzetu wana, wana, wana ule ushapu kwamba yani alete sasa hivi yani, muda wote walikuwa wanataka aletwe sasa hivi, ama amekufa ama yupo hai aletwe sasa hivi. Ndio ilikuwa ni sauti iliyokuwa inasikika na inaendelea kusikika, hayajatolewa yale mabango, yanapita mtaani na yaona, anasema bring him back now. Kwa hiyo ni tukio ambalo kwa kweli linatukumbusha mambo mengi sana ambayo yamepita hapa katikati, watu wameandamana na serikali ya Israeli imeweza kupata mwili wake kwa jasho na damu, zingine zimemwagika kwa ajili ya kupata miili ya mateka na mateka wengine ambao walikuwa hai, kwa nguvu kubwa sana hadi kufikia sizifa. Mambo mengi yametokea hapa katikati, nadhani eh, Watanzania ama na dunia yote ni mashuhuda kwa yale ambayo nayaelezea kwamba imekuwa ni vita ya muda mrefu sana lakini mojawapo ambao walikuwa wanapiganiwa ni Joshua. Kwa hiyo Joshua ni mtu ambaye ametuachia majonzi. Joshua ni mtu ambaye ametuachia tabasamu lake, tunaliona kwenye mabango makubwa barabarani na kila mahala tunapokwenda, ukio ukionekana, uh, ukasema we ni Mtanzania eh, sometimes wanakurifaa kwa Joshua. Uh, yes. Okay, very sorry, wanatoa wana, wana, wana rambirambi zao kila mahala ukipita, ukisema mimi ni Mtanzania, unataka huduma, ukisema ni Mtanzania, watakuuliza uh, you come from where? Sasa kwa sababu tunaambiwa kuwa bado kuna hiyo ya kubadilishana miili eh, kuto mabaki ya miili kwa ile mili ambayo bado iko Hamas uh, eh, na tunaambiwa kuwa waliokuwa wametekwa wame ni wengi bila, na wote ni wageni, kuna uwezekano tena, kuna Mtanzania ama Watanzania wengine huenda wakarejeshwa uh, hapo Tel Aviv kwa ajili ya kusafirishwa mabaki yao kurudi nyumbani. Siombia ndugu Mapoli, eh, ni, ni kwamba sisi Watanzania tuliopo hapa Israeli tuna umoja wetu mmoja wetu ambao e, tunashirikiana katika nyanja mbalimbali mbali, kwa kuzingatia tamaduni zetu za nyumbani e, tunashiriki katika matukio ya raha, matukio yenye karaha, tunashirikiana katika mambo mengi. E, lakini vile vile tumeunganishwa na na mpira wa mguu umekuwa ni chachu ya kuungana kwetu. Wa Tanzania tunaoishi hapa Israeli tuna timu yetu ya mpira wa mguu ambayo, e, tumekuwa tukicheza na mataifa mengine yaliyopo hapa Israeli. Kama unavyofahamu Israeli, e, ni nchi ndogo lakini diversity yake ni kubwa sana, kuna kila taifa e, na, na watu wengi e, kwa hiyo tumekuwa hivyo. Kuhusu Joshua, Joshua ni mwenzetu ambaye e, tumekuwa naye tangu alipowasili alijiunga na umoja wetu na tuna group la WhatsApp alikuwa mwenzetu tangu kipindi hicho cha cha mwaka 2023 bahati mbaya yeye alikaa ni siku 19 pekee akakumbwa na huu mkasa ambaye ambao ulipelekea umauti wake e, nachoweza kusema kwake kuhusu yeye ni kwamba Joshua alikuwa na na uso wenye tabasamu wakati wote. Ni mtu ambaye anazungumza na kila mmoja, mwenye ushirikiano na ndoto kubwa kwa familia na taifa lake la Tanzania. Tulikuwa tunateta mawili matatu na koordineta wake wa programu anasema e, ndoto ya Joshua ni kwamba ajifunze kilimo ili akasimamie usalama wa chakula nchini. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tumepoteza mtu ambaye alikuwa na ndoto ya kuhakikisha kwamba Watanzania tusikumbwe na kitu chochote kuhusiana na, na janga lolote la njaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatamani Watanzania tuishi bila njaa, kwa maana ya usalama wa chakula e, kwa hiyo ndoto zile zilizimwa mara moja na Hamas tarehe 7 Oktoba na nimuelezee kwa ujumla kwamba Joshua, uh, amekuwa ni mtu ambaye kila mmoja kila mmoja, bila kujali ni wa taifa gani, kwa watu ambao tumekuwa tuko hapa Israeli, kila mmoja ameliliwa na kila mmoja wa watu tulioko hapa Israeli, bila kujali ni taifa gani, lakini utakuta bango kubwa kila kona unakopita uende airport, uende kwenye vituo vya mabasi wengine, wameweka kwenye kwenye kwenye wameweka billboards hata nyumbani me, unakuta mtu ameweka billboard nyumbani e, sehemu yake ya kuingilia nyumbani kwake, anasema bring back him, kwa maana ya kwamba mrejeshe, na wanasema bring back him now. Eh, wenzetu wana, wana, wana ule ushapu kwamba yani aletwe sasa hivi. Yani muda wote walikuwa wanataka aletwe sasa hivi, ama amekufa ama yupo hai, aletwe sasa hivi. Ndio ilikuwa ni sauti iliyokuwa inasikika na inaendelea kusikika, hayajatolewa yale mabango, yanapita mtaani ya na yaona, anasema bring him back now. Kwa hiyo ni tukio ambalo kwa kweli linatukumbusha mambo mengi sana ambayo yamepita hapa katikati, watu wameandamana na serikali ya Israeli imeweza kupata mwili wake kwa jasho na damu, zingine zimemwagika kwa ajili ya ya kupata miili ya mateka na mateka wengine ambao walikuwa hai kwa nguvu kubwa sana hadi kufikia ceasefire. Mambo mengi yametokea hapa katikati, nadhani eh, Watanzania ama na dunia yote ni mashuhuda kwa yale ambayo naelezea kwamba imekuwa ni vita ya muda mrefu sana, lakini mojawapo ambao walikuwa wanapiganiwa ni Joshua. Kwa hiyo Joshua ni mtu ambaye ametuachia majonzi, Joshua ni mtu ambaye ametuachia tabasamu lake, tunaliona kwenye mabango makubwa barabarani na kila mahala tunapokwenda, ukio ukionekana uh, ukasema we ni mtanzania eh, sometimes wanakurifaa kwa, kwa Joshua Anasema oh, uh, you come from the same country with Joshua. Unasema yes. Okay, very sorry. Wanatoa wana, wana, wana rambirambi zao. Kila mahala ukipita, ukisema mi ni Mtanzania, unataka huduma, ukisema ye ni Mtanzania, watakuuliza uh, you come from sasa uh, hali ikoje kwa wageni mnaoishi Israeli? Kuna namna yoyote ya, ya kujilinda endapo hali kama hii iliyojitokeza mwaka elfu mbili na ishirini na tatu itajirudia? A uh, itajirudia ndugu Mapuli, kuhusu usalama wetu wa Tanzania tulioko hapa kwa sasa, naweza nikasema usalama umeimarishwa sana uh, Israeli eh, kutokana na historia yake imekuwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. E, lakini kwa sasa e, tunaona kabisa hali iko shwari. Maisha yanaendelea, shughuli zinaendelea kama kawaida. E, kama walivyo raia wa Israeli na sisi watanzania vilevile tunaamini ya kwamba tupo sasa sehemu salama. E, ulinzi wa Israeli ni umeimarika na umeimarishwa na unapewa kipaumbele sana. E, ulinzi wa Israeli unapewa kipaumbele sana na nadhani e, ni kitu ambacho kinachukua bajeti yao kubwa sana. Kwa maana ya kwamba wanahakikisha e, wanatekeleza sera yao ya, ya, ya ulinzi wa nchi yao e, wanaamini ya kwamba E, ama niseme mkakati wao ni kwamba e, wao wana- wana wanajilinda dhidi ya maadui kwa maana ya kwamba wako hatarini e, kwa hiyo kipaumbele chao ni survival, kwa maana ya uwepo wa taifa lenyewe la Israeli ndio kinapewa kipaumbele namba moja, kwamba taifa la Israeli kwanza, ndio mambo mengine yaweze kuendelea kwa hiyo kuhusu usalama, usalama umeimarishwa na lile tukio la Oktoba 7. Nadhani pia ilikuwa e, e, ni funzo kwamba ilitokea, ilikuwa ni ghafla, lakini e, imeleta funzo kubwa sana kwao. Kwa hiyo wameimarisha e, mifumo yao ya kiulinzi. Tupo salama, tunafanya shughuli zetu vizuri e, hakuna hakuna changamoto yoyote kwa sasa ambayo naweza nikaisema kwamba ni tishio kwa maisha yetu e, sisi wa Tanzania na mataifa mengine tuliyopo hapa, pamoja na raia wa Israel e, tunapata uh, treatment sawa kwenye masuala ya usalama. Kama kuna viashiria vya hatari sote tunapata kwa wakati mmoja, kwa hiyo hakuna uh, uh, hakuna kwamba huyu ni, ni ni raia wa nje. Hakuna kwamba huyu ni mgeni awe na treatment tofauti na wazawa, hapana. Kwa hiyo kuhusu usalama eh, sote tunashiriki eh, kwa pamoja na, na wenyeji wa, wa, wenye nchi yao hii. Kwa hiyo zaidi, eh, nitumie fursa hii eh, kuwaomba tu Watanzania wenzangu zaidi tumtegemee Mwenyezi Mungu ndo mlinzi mkuu wa maisha yetu, na tuendelee kuchukua tahadhari zozote za kiusalama kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote, na ninaamini kila mmoja atafanikishia kilichomleta hapa na kurejea nyumbani akiwa salama. Hilo ndio tumaini letu ambalo tunaishi nalo na uhakika wa usalama wetu zaidi na zaidi, anaofahamu Mwenyezi Mungu. Matias nakushukuru sana kutoka, kutoka hapo Tel Aviv na tufikishie uh, salamu zetu za pole kutoka Trigen Media na tunawatakia kila laheri Watanzania wote mnaoishi uh, hapo uh, Israel. Asante sana Matias. Naam, ni Mtanzania huyo uh, Matias Shiombe ambaye anafanya masomo yake nchini Israel, lakini pia ni miongoni mwa Watanzania ambao walishiriki zoezi la kuaga mwili wa Joshua kabla haujarejea hapa nyumbani Tanzania. Hii ni TriGen Media endelea kuwa nasi endelea kutufuatilia YouTube uh, kila siku na subscribe hapo kuweza kupata taarifa mbalimbali mimi ni Leonard Mapuli asante